Harigani mwana michezo mwenzangu, karibu sana katika chinela kupendo ya Mwaki Sports kuangazia habari mbalimbali mbali za kimichezo ambazo zimejiri na tumeziweka hapa ndani ya chaneli yako pendwa ya Mwaki Sports. Hakikisha umebonyeza neno subscribe chini ya video hii ili usipitwe na zile updates kali ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku, na kwa sasa tunaangazia taarifa kutoka bodi ya ligi ambayo inasema kwamba Simba Sports Club wameweza kususia uh, mkutano na waandishi wa habari kuelekea katika dabi ya Kariakoo kuu ya kesho kati ya Young Africans dhidi ya timu hiyo ambayo imepangwa rasmi kuchezeka kesho siku ya tarehe ishirini na tano mwezi Juni mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Ikumbuka kwamba pale awali uh, mechi hii ambayo ni mechi nambari 184 themani Uh, mzunguko wa pili ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League ilipangwa tarehe nane mwezi wa tano lakini ikaotambawa kutokana na sintofahamu iliyotokea, na badala yake ikapangwa tena tarehe kumi na tano mwezi Juni, na bado ikazidi kuotambawa, lakini uh, ikaja kuwekwa ama kupangwa tena tarehe ishirini na tano ambayo inatarajiwa kuchezeka kesho katika uwanja Benjamin Mkapa majira ya saa kumi na moja Uh, kamili za jioni. Sasa taarifa ya bodi ya ligi bwana, inasema kwamba Simba Sports Club imesusia na kushiriki katika ile pre-match meeting, kwa maana ya press conference, kwa maana ya mkutano na waandishi wa habari ili kuweza ku onyesha mustakabali wa mechi inayofuata, lakini ndo hivyo tena, timu hii haijatokea, na hakuna taarifa rasmi kutoka kwa klabu hiyo inayosema labda kuna changamoto yoyote ambayo imetokea iliyofanya washindwe kufika uh, katika mkutano huo na waandishi wa habari. Klabu ya Young Africans ya Dar es Salaam imehudhuria kikao hicho na cha waandishi wa habari lakini Simba haikutokea na taarifa, kama tulivyosema awali, kwamba taarifa rasmi haiku kuwepo na ukizingatia mashabiki wa michezo uh, ndani na nje ya mipaka ya Tanzania wamekuwa na hamu na shauku kubwa kufahamu lipi ni lipi. Je, kesho mechi hiyo itakuwepo, ama pengine uh, itaota tena mbawa. Lakini kitendo cha klabu ya Simba kutotokea katika mkutano huo inaonyesha uh, kuna namna ama utata kuelekea katika mechi hiyo. Inawezekana pengine Simba Sports Club wasipeleke timu uwanjani ama wakapeleka, yote yatafahamika siku ya kesho. Lakini aa, katika hali ambayo imefanya watu wengi kujiuliza ni kuhusiana na jambo ambalo limetokea kuwa Uh, wameshindwa kumtuma hata mwakilishi katika klabu hiyo kuweza kushiriki mkutano huo, na hiki ni kitendo ambacho kimeonekana ni kama kususia uh, mchezo huo ama kususia kabisa uh, mkutano huo na waandishi wa habari ambao upo kikanuni za bodi ya ligi kuu Tanzania Bara PLB. Sasa nilijaribu kumtafuta pia afisa habari wa klabu hiyo Ahmed Yad, lakini simu yake iliita pasipo kupokelewa, na hii inatufanya tuendelee kufuatilia zaidi kujua kiundani nini uh, hatima ya dabi hiyo siku kesho, na kwa nini Simba Sports Club imeshindwa kufika katika mkutano wa waandishi wa habari siku ya leo. Una maoni gani kuhusiana na kile ambacho kinaendelea sintofahamu kuelekea mchezo wa dabi ambao unatarajiwa kupigwa siku ya kesho? Tuachie maoni yako kwenye comment section. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu.